Damu ikisha ingia kwenye chumba hicho kuna zile damu ambazo sampuli kidogo ambazo zinasaidia kwa ajili ya kupima, sasa ili tuweze kufanya utambuzi kwamba hii damu tumeifungia kule. Tunasema ni tumeifungia kwa sababu bado sio salama, sasa inabidi tufanye upimaji. Upimaji unaofanyika tunapima makundi ya damu pamoja na kuangalia uhalisia wake tunaita rhesus. Ni kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kuchangia damu duniani ambapo kwa upande wa kanda ya kusini, hayo, ya kusini maadhimisho hayo yamefanyika katika ofisi zao za damu salama kanda ya kusini zilizopo hapa mkoani Mtwara. Kwa kawaida maadhimisho hayo hufanyika kila tarehe kumi na nne ya kila mwaka, lakini kwa upande wa benki ya damu kanda ya kusini wameamua kufanya maadhimisho hayo siku ya leo Juni 12, 2025 ambapo wachangiaji mbalimbali wa damu ambao ni nguli wamealikwa katika maadhimisho hayo, huku ukusanyaji wa damu hiyo ndani ya kipindi cha kampeni ya uchangiaji ukivuka malengo. Faida Online TV watu wa fildi, tumekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na kukomenti chaneli yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi, tafadhali bakinasi. Mgeni rasmi katika hafla hiyo alitakiwa kuwa mganga mkuu wa mkoa wa wa Mtwara ambaye aliwakilishwa na Alhaj Ahmed Chibwana, ambaye ni muuguzi mkuu wa mkoa wa Mtwara areno, naye alikuwa na haya ya kuzungumza mbele ya kamera ya Faida Online TV. Huduma za damu zitolewe bure kwa wagonjwa wote wenye uhitaji, na kuhakikisha sisi kama viongozi tunalisimamia hili. Kashfa ya kuuza damu ni mbaya, kwa sababu hiyo imetolewa bure, hatuna sababu ya kufanya hivyo. Lakini iwapo mtu ikitokea ametozwa tumesikia tafadhali taarifa hizi, tuwasiliane, zisikae kama siri fulani, zitukute hata katika ngazi ya mkoa, tujue nini tunaweza tukafanya, na tunaweza tukajisafisha kwa kufanya hivyo, wale wachache wanaotuharibia damu iwe bure. Tumeweka mabango mahospitali mengi, wameweka lakini, naona kama vile haiheshimiki yale mabango. Tutafuta basi mikakati mingine kama kuna mikakati mingine ya kuhakikisha ujumbe huu unafika kwa watumishi wetu, kwamba damu isiuzwe tufanye hivyo, lakini maelekezo ya muhimu mengine ni kwamba hospitali zote ziweke e, taarifa wazi kuwa damu kutolewa bila malipo. Katika kipindi hiki cha maadhimisho, ofisi hizo zimekusanya damu ya kutosha kwa ajili ya kuwahudumia wenye uhitaji, lakini hii haina maana kwamba watu waache kuchangia, la hasha, kwa kuwa damu inahitajika kila iitwayo leo. Dkt. Kandonga Baraka ni meneja wa Mpango wa Taifa wa Damu Salama Kanda ya Kusini, amepata nafasi ya kuzungumza machache. Uh, leo hii tuko kwenye maazimisho ya uchangiaji damu duniani. Uh, kikawaida huwa yanafanyika kila tarehe kumi na nne mwezi wa sita, lakini kwa kanda ya kusini tumeanza nayo mapema kabisa leo tarehe kumi na mbili tunafanya maazimisho haya na tuko hapa hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo tuliwakaribisha wachangiaji nguli wale waliochangia mara nyingi zaidi, baadhi tu kwa ajili ya kuja kuwawakilisha wengine. A, kutokea maadhimisho haya yameanza tarehe moja mpaka leo tarehe kumi na mbili, a, tulikuwa tukifanya ukusanyaji wa damu pamoja na elimu ya damu, lakini a, niseme mpaka sasa tuna mafanikio makubwa sana katika yale malengo yetu tuliyokuwa tumejipangia kukusanya chupa 679 kwa kipindi hiki cha kampeni tumevuka lengo kwa asilimia 128, kiasi kwamba tumekusanya unit zaidi ya 867. Niendelee kutoa hamasa kwa wananchi wote, kwa sababu damu ni kitu ambacho endelevu kinahitajika mara kwa mara aa, na damu hauwezi kusema kwamba hii stock tulionayo sasa inatosheleza Uh, inatosha kwa kipindi hiki tulichonacho, lakini tunahitaji kuendelea kuchangia damu mara kwa mara, ili kuendelea kuiweka benki ya damu iwe na damu ya kutoshereza kipindi chote, lakini kwa kipindi cha sasa tunachoongea ipo damu ya kutosheleza na tunawashukuru sana wananchi, na tunaendelea kuwaomba waendelee kujitokeza kuendelea kuhamasishana wenyewe kwa wenyewe. Tunazishukuru taasisi, tunashukuru mashule ambao pia wanashiriki pia. Kipindi hiki tumefanya na jeshi la akiba, tunawashukuru sana pia, na wenyewe wametuwezesha kufikia malengo haya. Kwa jina, naitwa Mwanao Hamisi Nguo, ni mwenyeji wa Mtwara, mtaa Chipuputa na Ndobe. Nina miaka 38. Nimeanza kuchangia damu nikiwa na miaka ishirini na moja. Mpaka mpaka sasa nachangia damu. Mimi naitwa Paul Punjila Ndomba ni mchangiaji damu wa kudumu wa mara kwa mara, hivi nimechanga mara sabini na nane na tuko leo kwenye eneo hili, tuna maadhimisho ya siku ya mchangia damu duniani ambayo kwa kawaida inaanza tarehe moja mwezi wa sita na kilele ni tarehe kumi na nne kila mwaka. Leo mpango wa taifa wa damu salama umekusanyisha hapa wachangiaji damu wale wa kujirudia wa mara kwa mara wakiwa na zumuni kubwa kwanza kuwatambua lakini pia kuwashukuru na tatu kuendelea ku, kuwahimiza kuendelea kuchangia damu mara kwa mara. kwa hiyo bado mahitaji ya damu ni makubwa tofauti na uhalisia ulivyo. tunatambua kwamba serikali imewekeza miundombinu ya hospitali hospitali za kisasa za kanda za rufaa za mpaka dispensaries za kutosha, miundombinu imekamilika, madaktari wapo, lakini swala la damu hakuna inapoweza kununuliwa. Kwa hiyo lazima ipatikane damu kwa binadamu wengine, kwa hiyo ndio maana tunalo jukumu la kuendelea kuhamasisha watu wote kuchangia damu kwa hiari, lakini kwa kujirudia, kwa mara kwa mara, natakiwa tuanze na mimi wanz na familia, taasisi na sehemu nyingine zote. Nam mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe ku like na ku comment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwa heri.